Habemus papam Kardinali Robert Prevosti ametangazwa kuwa papa mpya. Robert Kardinali Prevosti anatokea Chicago nchini Marekani, na hadi kuchaguliwa kwake alikuwa akihudumu kama mkuu wa Dikasteri wa kanisa kwa Maaskofu. Ana umri wa miaka 60 na ametumia muda wake mwingi akitumikia nchini Peru na ana uraia wa Marekani na Peru. Kabla ya kutangazwa, majina kadhaa yalikuwa yanatajwa kumrithi Papa Francis kuongoza kanisa Katoliki. Mkutano wa siri wa kumchagua papa ulianza jana katika kanisa dogo la Sistina, ukijumuisha makadinali 133 kutoka maeneo mbalimbali duniani. Kuchaguliwa kwa papa huyu kunafuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka themanini na nane siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe ishirini na moja Aprili. Kuchaguliwa kwa Papa huyu kunafuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka themanini na nane siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe ishirini na moja Aprili na mazishi yake kufanyika siku ya Jumamosi tarehe ishirini na sita Aprili. Uhuu ni mkutano wa tatu wa uchaguzi wa Papa unafanyika kwa siku mbili na kumpata Papa. Mikutano mingine ni ile iliyofanyika mwaka elfu mbili na tano na mwaka elfu mbili kumi na tatu ambayo ilidumu kwa siku mbili tu. Hii ni TMC News Updates Kimataifa. Mimi ni Agnes Peter, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare na kukoment iliwewa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.